Mama habari mzuri. Unaitwa nani? Unajishughulisha na nini? Mama mamaa, biashara biashara gani? Kitu gani kilikusukuma kufanya biashara hii? sishasha mashamba magumu biashaaama nimechoka maisha ya kuajiriwa kazi za watu. Sawa sawa, mama, changamoto gani ambao unaipitia kubwa kwenye biashara yako? Kwanza kama bidhaa zetu tunapata kwa shida sana, bidhaa bei kubwa sana biashara kufanya kama hivi yani, biashara yote ni bei kubwa, kuanzia ndizi, nyanya, vingine hivyo vyote bei kubwa, vitunguu ambavyo ninavyoviuza mimi. Ungetamani kitu gani ambacho usaidie kwenye biashara yako ambayo inaweza kukusaidia kuepuka changa baadhi ya changamoto? Yani, kama ingewezekana, kwa sababu tupate tuongezewe misingi, singi ndio inasumbua, usisemaye wadogo wadogo, singi ndio inasumbua sana. Yani kikubwa ni hicho, singi yetu ni midogo, kwa nataka tu watu inue ni mwanamke gani mama, ambayo ungetamani azungumziwe katika kitabu cha Mwanamke? Kwa upande wako tunataka kumzungumzia a, kwa sababu ni Spika ni wetu wa Bunge, atusaidie sana wanawake na pia waseremani wadogo wadogo tupate kuinuliwa, ili hata nanini nini pesa za misingi zifikie mapema, kwa sababu kama mnavyoona nyewe wenyewe kwamba hela zinatoka lakini hazifiki si walengwa ambao watu wale chini. Ndio, sawa sawa mama, nashukuru eh. Sawa.